Azizki, ameweza kuripotiwa afya yake kutokuwa nzuri, yani hicho ambacho kimeweza kutokea uwanjani kimemsababisha mpaka hivi sasa ameweza kusafirishwa hospitali kupitia ambulance. Wakati mchezo unaendelea dhidi ya Wydad Casablanca pamoja na Azam FC, kimeweza kupelekea mchezaji huyu wa timu ya Wydad Casablanca Azizki, ambapo hapo zamani, alikuwa chanzo hasa kilichosababisha mpaka mchezaji huyu wa timu ya e, Wydad Casablanca mchezaji tegemezi kabisa e, mpaka kuisha hospitali ni e, ni pale Aziz K alipogongana vibaya na mchezaji wa Azam ambapo info e, ikapelekea e, kuitwa kwa ambulance na kukimbizwa hospitali. Aziz K e, Mungu amsaidie mpaka pale ambapo ameweza kusafirishwa katika hospitali. Lakini mbali na hayo yote e, kuna baadhi ya klipu ambazo zimekuwa ziki, e, zikitembea naweza nikasema e, katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambapo klipu hizi ziliweza kumuonesha akiingizwa katika ambulance mchezaji huyu Aziz Ki, katika mechi ya leo dhidi ya Azam FC, kitu ambacho e, kimeweza e, kupelekea watu wengi kujiuliza nyota huyu kafanyeje tena. Lakini nyota wa Wydad Casablanca Aziz Ki amekimizwa hospitali na inaripotiwa kuwa katika hali mbaya. Haa, uh, hayo temeza kuumiza vichwa vya watu wengi sana. Nilikuwa nasoma katika eh, majarida mbalimbali mbali. Kuna ile pa jarida eh, la uh, Uniblog ambao wao waliweza kuchapisha habari hii kwa kina na kuelezea na kile ambacho kimeweza kutokea uwanjani mpaka hivi sasa, ikiwa ni mambo mengi of course yameendelea kujiri kufuatia taarifa hizi ambazo zinamhusisha eh, mchezaji Aziz K so mchezaji huyu wa Wydad Casablanca Aziz K amekimbizwa hospitali baada ya kupata maumivu ambayo inasemekana ni tatizo serious kidogo, hivyo kupelekea kupelekwa hospitali moja kwa moja. Get well soon Aziz K. Lakini pia kuna comment buzz za mashabiki ambazo wao walikuwa wanazitoa e, katika page, e, ya Instagram ya kupitia Uniblog ambapo walikuwa wanasema kama ifuatavyo. Yanga walisha mtega majeni yao. Mwingine akaweza kusema kwamba mchezo hiyo hata unge Awewe, ungeondoka Tanzania bila ya kukutana na Amisa, alafu ndio mkeo huyu. <laughs> Mwingine akaweza kusema kwamba tatizo kubwa e, umempima huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba ala amfanyie wepesi. Mwingine akaweza kusema kwamba hapo soon, wali e, walimwengu wenye roho mbaya mtaanza kusema Amisa ndio chanzo huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba da, get well soon Shemela humgileeza kusema kwamba tuachane battan is on way. Hizo ni baadhi ya komenti za wadau e, ambapo e, walikuwa ofcouse E, wanaelezea e, hili ambalo limeweza kutokea. Tumeweza kuona kwamba ambulance ime, imeweza kuja hadi uwanjani kumchukua mchezaji huyu Aziz Ki, tukio ambalo limeumiza watu wengi kweli kweli. Mchezaji huyu ambaye anapendwa sana hapa Tanzania na of course, e, e, watu wanamkubali na hii ni kutokana na jinsi alivyoweza kuifikisha soka la hapa Tanzania mbali kwa kipindi hicho wakati anachezea katika, katika klabu e, ya Yanga so eh, ukipitia katika mtandao wa Instagram wa eh, klabu ya Azam ambayo ndio timu ambayo ilikuwa wanacheza naye Azam FC ya hapa Bongo. Eh, wao kitu ambacho wamekiposti eh, kufuatia eh, mchezo wa leo eh, eh, wameweza tu kuonesha eh, jinsi ilivyokuwa, na hapa unaweza ukatazama wameweza kumposti Faisal Salum Toto eh, akiwa na Aziz K, unaweza kuona pale ni kama vile walikuwa uh, wanagombania mpira kinamna yake, lakini and of course kwamba eh, timu ya Wydad Casablanca imeweza eh, kuonesha ubora wao wa kila siku ambapo wameza kufunga eh, wameza kuifunga eh, Azam bao moja eh, kwa zero. Na kile ambacho watu walikuwa na kikomenti leo kuhusiana na hii posti ambayo inamuonyesha Aziz K akiwa na Faisal Salum Toto Ngoja nikusome baadhi ya comments za wadau, kitu ambacho walikuwa nakizungumza wakati eh, Faisal Salum mtoto yuko na Aziz Ki akigombania mpira. Huyo anaitwa Shahzad Mangboy kaweza kusema kwamba kilichotokea tumekiona, asante kwa mechi nzuri, time tumeenjoy soka. Huyo mwingine kaza eh, kusema kwamba my players on fire. Huyo mwingine kaza kusema kwamba tuliyajua, tuliyajua haya hapo, hata kama aje kocha gani, nyinyi mnaweza mnawazo ukwaje tu huu mwingine kaweza kusema kwa kwamba amazing performance way to go, this proves we are the best. Mwingine kaweza kusema kwamba kwani kocha wale wachezaji alisajili wa nini? moja hicho kikosi anapa, anapangiwa. Mwingine kaweza kusema kwa kwamba moja kati ya Azam bovu kuwahi kutokea Tanzania. Mwingine kaweza kusema kwamba wow, wow. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba nimefurahi kumkera, kuna, kuna tiki za lendo pembeni mwingine akaweza kusema kwamba laana ya kumloga Prince Dube ndo hii hapa. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba uh, we are the best. Lakini huyu mwingine kaweza kusema kwamba mnazingua bana. Huyu mwingine anaekaweza kusema kwamba Azam kama simba tu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwisha habari yetu huyu mwingine kaweza kusema kwamba nyewe kweli ni waoga eh wa kamikate. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba nado hayupo cooperative na wenzake ase yani, anawaza vienga wakati tushapoteza timu nzima inacheza gusa, chia ase Baraketi yuko wapi maramia sadun angeingia ise. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba rudi nyumbani okay, bench, Faisal, Salum, toto. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba Euro, again huyu mwingine akaweza kusema kwamba sikutegemea lolote toka Azam. Hii mwingine akaweza kusema kwamba eh, sisi pwede haiwezekani. Mwingine akaweza kusema kwamba hamna timu hapa, wachezaji hawa wanakula. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mnahakika wana train vizuri, mnawalipa. Mwingine akaweza kusema kwamba eh, wasiwachoshe wacho, wasi bana hamwezi kuleta bidhaa bora na matokeo bora kwa wakati mmoja. Nasubiri bofromia huyu mwingine kaweza kusema kwamba timu mbovu na kocha mbovu ndao ndo anayefunga timu. Mwingine kaweza kusema kwamba na huyu wachambuzi wanamuita mchezaji mkubwa wanampa kichwa ugali na sukari. Mwingine kaweza kusema kwamba, eh, hakika leo refa ajawa sahihi hata kidogo like goli la e, kitambala lilikuwa halali kabisa. Yaani kwa staili hii haya, wacha tutolee tu kama ndio marefa wenyewe, na namba hii hapana. Nyee kama shabiki wa Azam nimekubali, tutolewe tu. Vuta picha mechi e, na e, Maniema kule Kongo, goli la kwanza ni la faulu zaidi, lakini mama yenu Lufeila anaweka kati. Mwingine kazosema kwamba sio mbaya, timu imecheza vizuri ila tumepoteza, tujipange mechi ijayo. Huko mwingine kazosema kwamba hivi, kwa nini wanaume wanamwacha eh, Bajenari asajili kanutu pu Azam. Mwingine akaweza kusema kwamba timu yangu daima, ila du inauma sana kama shabiki wa Azam FC si, ila naipenda sana timu yangu. Mwingine akaweza kusema kwamba e, mnamuombea lini Dube msamaha? Hizo ni baadhi ya comments za wadau ambao walikuwa wanazisema kuhusiana na mechi si, ya leo ambayo e, ilikuwa inapigwa Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca, ambapo tumeanza kuona katika mechi hii e, shemeji yetu bwana Aziz Ki ameweza kuumia unaweza ukadonesha kom komenti yako kuonyesha huruma e, kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Tumwombe Aziz Ki aweze kurejea uwanjani, maana ni mchezaji ambaye alitokea katika e, e, e, ligi yetu ya NBC Premier League na hivi sasa yuko Wydad Casablanca.